Mimi jina langu naitwa Siti Bakari Muhamed mkazi wa shehia la Kiwani katika jimbo hili la Kiwani. Tukiwa katika ufungaji wa kampeni za jimbo la Kiwani, tumeshuhudia mgombea wetu uwakilishi wa jimbo hili la Kiwani pamoja na wagombea wenzake wakifanya kampeni zao nyingi za kistaarabu za kufata utaratibu mzuri kwa makundi tofauti tofauti. Katika kampeni hizi wameahidi ahadi nyingi ambazo ni za kutekelezeka katika jimbo letu. Kwa mfano tumekusaidiwa sisi akina mama, wavuvi, wanafunzi wa madrasa pamoja na walimu wao mashule, kujengewa vituo vya afya na kuboreshewa huduma za afya katika jimbo letu, ambapo hakuna mwananchi wa Kiwani ataenda kutibua nje ya jimbo lake. Kwa kusema kweli, tumefarajika sana na tumefurahia sana kuwepo kwa huduma hizi katika jimbo letu. Wito wangu kwa akina mama wenzangu, tujitokeze kwa wingi tarehe ya kupiga kura ambayo ni tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa Oktoba, tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura kuwapigia wagombea wetu hawa. Baada ya kumaliza tu kuwapigia kura turudi majumbani tukaendelee na harakati zetu za kimaisha kama kawaida, ila nasisitiza kitu kimoja kwa akina mama wenzangu, sisi akina mama tuna watoto wetu, tuna vijana wetu, waume zetu, ndugu zetu, wana mara nyingi wanatumika vibaya katika jambo la kuchafua amani ya nchi yetu. Kwa hiyo tukae nao tuwahamasishe tuwashauri watulie, waende kupiga kura tarehe 29 ambayo ni tarehe yetu ya kupiga kura, si wananchi. Tarehe 28 ni ya makundi maalum. Tusije tukasababisha uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Hivyo sisi wakina mama ndio wahanga wakubwa wa uvunjifu wa amani. Inapotokea vurugu, sisi wakina mama na watoto tunathirika sana. Hivyo tushajishishe vijana wetu, waume zetu, watoto wetu, tulinde amani yetu. Amani, amani, amani. Hakuna maendeleo bila amani. Kwa pamoja tujenge Kiwani yetu.